TikTok, popote ulipo hopefully uko poa sana, na leo bwana, tumepata bahati ya kuwa na faza wetu baba wetu hapa ambaye najua wengi mnamfahamu, amekuwa kwenye muda mrefu sana katika uigizaji na ni-, baba, mimi nataka uwashauri vijana tu ambao wanatamani kuingia katika sanaa ya filamu <coughs> um, unawashauri nini, vitu gani wazingatie, wafike kama wewe ulipo? Nawashauri kwanza, wawe na nidhamu, wawe wanajua wanachokifanya, waendelee kujielimisha wasiharibu afya wa yao kwa madawa kulevya kwa pombe au kwa vitendo vyote ambavyo ni vibaya, na wakiingia waingie miguu yote miwili, sio mguu mmoja, na wakifanya kwa moyo mmoja watafika mbali sana. Aa, baba, ni vitu gani ambavyo wewe ulivizingatia kipindi unaanza hii sanaa ya filamu ambavyo vimekuwezesha mpaka umefika mpaka hapa mpaka leo tupo pamoja? Kwanza namshukuru Mungu kwamba amefanya hicho kitu kikawa moyoni kwangu nikakipenda. Kwa hiyo na pia nikajifunza kwayo, nikaibeba kwamba kiuhalisia lazima nifikie lengo fulani na Mungu amenisaidia. Um, kwa sasa kidogo tunaona muvi um, kidogo sio kama zamani ilikuwa ina motisha kubwa hizi um, muvi za kuuza kompea. Sasa hivi uh, naona tamthilia kidogo ndo zinakimbiza zina kidogo, so ni um, nini ambacho unashauri um, vijana ambao wanajiingiza katika filamu za sa sa kwa sasa hivi wafanye nini ili kuboresha filamu za Kitanzania? Wawe wow, serious wawe wow, serious na wajifunze na wabebe ule uhalisia unaotakiwa. Kama unatakiwa uwe jambazi, unatakiwa mwalimu, uwe daktari, wabebe, kwa sababu kamera iko mbele yao na watu wanatazama, watu wanategemea vitu vingi kwa msanii pale. Ya. Asante sana mzee wangu. Asante sana sasa, Mungu akubariki. Na wewe